Pamoja na kupata hati safi, mwenendo wenu wa ushughulikiaji wa hoja na mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali pamoja na maagizo ya laki kiasi kwa kiasi fulani unaridhisha. CAG ametupatia taarifa katika wakati anaongea kwamba hoja za nyuma bado ziko. Hivyo kupitia mkutano huu, kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, haya ndiyo maagizo ambayo yanatolewa kwenu.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 Tatu, management inapaswa kuhakikisha taarifa za hesabu za mwisho wa mwaka annual financial statements zinaandaliwa kwa kuzingatia matakwa ya viwango vya kiasimu vya kimataifa katika sekta ya umma yani IPSAS. Nne, management inapaswa kuhakikisha sheria, kanuni na taratibu za fedha au manunuzi zinazingatiwa ipasavyo ili kuepuka kuwa na hoja zisizo na lazima, kwani tutakuwa tumeidhibiti hoja na tutakuwa hatuna hoja ambazo zinaibuka mara kwa mara. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu ya jumbe, kipekee tunaishukuru sana ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, hususan mkaguzi wetu mkuu wa nje wa mkoa wa Ruvuma pamoja na timu yake ya wakaguzi kwa ushirikiano wanaotoa kwa halmashauri zetu katika mkoa wa Ruvuma, tuwapigie makofi mengi na kuwapongeza.